Nikasema akifanyiwa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa na watu mchana akaenda kung'olewa macho. Nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul, mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa ameng'olewa macho utajisikiaje? Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mrisho Kikwete eh, akaenda akang'olewa macho akaenda. Natoa mfano nawapa mifano akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa kesho, amengolewa macho, amekufa, utajisikiaje? Hivyo hivyo mtoto amejaliwa hivyo hivyo. Akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa, leo, kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki wenye tabu wenye matatizo waliochoka? Jumatatu, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo, mpaka terminology imezaliwa Nikasikia terminology inaitwa gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa gwajimanization. Sasa nilipoona gwajimanization, nikataka sasa ni tafasiri gwajimanization, maana yake nini? Gwajimanization au gwajimanizing ni ujasiri usiyoteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani ni dhamiri dhabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya gwajimanaizesheni, basi naipokea kwa mikono ya shukurani, na ningependa kila mtu awe gwajimanaizd. Leo tuko online ibada hii na makanisa yetu elfu mbili na mia moja arobaini na moja kusema kweli, mengine siyo makanisa ya Ufufuo na Uzima, lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania. <clears throat> Ninaomba mnisikilize kidogo <clears throat> wiki hii nilifanya plesi Niliita waandishi wa habari, nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza niliyoshauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na mheshimiwa rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi na mpaka juzi jana juzi, tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidal Jabil al Fasi, kuamkia tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano, juzi tu niliposema, ni alichukuliwa ali nyumbani kwake fuoni majira ya jioni na maiti ikaja kuokotwa njiani njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka lakini, tarehe ishirini na tatu Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri Father Father, Father, Father na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine kule kule, kule, na naye kavamiwa na naye kapigwa akaburuzwa. Muda usingetosha kuleta. Mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, unapochukua shehe unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyelele, pamoja na Aman Abeid Karume, na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii akiwemo Ali Hassan Mwinyi, ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa, ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete, ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM, sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Menisikia, ndugu zangu mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga, anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema hivi, mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa, kama alivyochukuliwa ndugu yetu Muislamu mzuri Ali Muhammad Kibao, hapo Tegeta, jimboni kwangu, anachukuliwa basi, nasimama anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio, jimboni kwangu kule ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanywa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa aka na watu mchana akaenda kung'olewa macho nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul, mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa ameng'olewa macho utajisikiaje? Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete eh? Akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa kesho, ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? hivyo hivyo mtoto amejaliwa hivyo hivyo. Akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa. Leo kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki, wenye tabu, wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho, nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, sio kwa niaba ya chama cha mapinduzi, ni kwa masilahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Sasa, kama nimeongea mimi alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake watu wamekuja na noa, wameenda ondoka naye, kaokota wamekufa. Baada ya masaa mawili matatu, nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo, mpaka terminology imezaliwa, nikasikia terminology inaitwa gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa gwajimanization. Sasa nilipoona gwajimanization nikataka sasa ni tafasiri Guajimanization maana ni yake nini? Guajimanization, au Guajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli. Haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba anagwajimanize. Gwajimanization kwa maana hii, sasa nakubali, kweli ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi ya Tanzania, kwa jimanization. Nani angependa awe awe gwajimanaized hapa? Piga kelele sema yaa ya! Naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana, amekwenda wapi, anafanya nini na wale missing persons. Kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi. Lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda.